Jay Pizo, yo, hata biti nikisikia wapi lazima mimi nitachana nikilia, bati nitaonekana sina maana, mana nikila hapo kwa stage na smile, ata mama rejinali haina haina kapeti, usije usiku, njoo mchana copy hii mistari linaoonekane bora Fistari kali wa rubuma watatoa mziki wangu hakuna kituo ka trip za daladala Bitisha vua nguo mwini ndo unazapikata tingisha kichwa ka fistari imekungusa na usogope kutopusha kama biashara inalipa molo tega sikio kijana na ngoza lori ni mwakuta wana biyo teko na kukopi kukukuta mjini unipite kwa mafanikio wa zemba kinyola mimi tumyoyo na kwenda biyo sebe mfai kwenengata si utabebwa na nini chene julikane fasta mini bola sebe nyinyi hapa mjini janja usiongee kiruga fatana na mimi twende twende, molo wewe mchumba ya hiyo hiki kituo cha polisi weka shavu pata dawa, unajua lazima utaridisi na kusahau utachelewa, unabweka sana cause upo kwenye unamkia nyuma umebana kwa hii mistari migumu sana imekosa mtawala, majuto na nyimbo kingi mpaka hapa sisota sana ndagaundi acheni mwinyi hiyo yeah. ndagaundi acheni mwinyi ye yeah. Pizo ni moro town yeah